Ok, iliyoko mbele yako hapa ni pampu ya sola ya kisima kirefu. Pampu ya sola ya uspa watatu hii, yana control box yake hii hapa ya watts elfu mbili mia mbili pampu ya sola ya uspa watatu watts elfu mbili mia mbili Na siku hii ya leo tunakwenda kuunganisha mfumo huu wa pampu ya sola kwenye kisima cha mita sitini na tano kwa ajili ya kupata maji mengi zaidi na vifaa ambavyo vitakuwa kwenda kutumika hapa ni pamoja na pampu yenyewe na control box yake lakini pia tunazo solar panel kama unavyoziona hapa tuna solar panel ziko hapa paneli 8 kila moja na wati mia nne sabini solar panel hizi ndio zitakuwa zinazotoa umeme kwa ajili ya kuwasha pampu hapa ni porini na amna umeme na mfumo huu ni mfumo mzuri kuliko mfumo wa kutumia jenereta ambao una unakulazimu kila siku unue mafuta ya kuendesha jenereta. Kwao hapa tuna solar panel zetu, baadaye tutazitengenezea kichanja zitakaa sehemu ya juu, ili ziwe zinapokea jua katika sehemu yake hapo. Sasa hivi tumeweka kama ku test tu, tutatengeneza kichanja na hizo solar panel zitakwenda kukaa juu sehemu ya hapo juu. Na pia kuna vitu vingine ambavyo pia vitahitajika hapa, hamna haja kwa battery, ni tanki la maji ndio litakalotumika kuhifadhi maji endapo giza litakuwa limeingia basi maji kwenye tanki ndio atakayo kwenda kutumika. Pia kunahitajika kuwa na bomba. Hii ni koili pipe kama unavyoona, ni koili pipe ya inchi moja na nusu, ina urefu wa mita mia moja na hamsini, itatumika katika shamba. Lakini pia lazima uhitajike waya kutumika waya kulingana na urefu wa kisima cha mtu kwa, kwa kutoka pale kwenye sola paneli mpaka kwenye kisima, urefu wa waya ndio utakapokwenda kuhitajika kwa hiyo, pia itajika kamba ya kusapoti na teke la maji. Kama unataka kuhifadhi maji wakati wa jioni, baada ya kuwa na betri bora, kana teke la maji kuhifadhi maji juu, ukiwa unahitaji wakati amna jua usiku e, basi una maji unayafungulia maji ambayo kwenye tenki. Kwa hiyo tutakwenda kufanya kazi hii na utaenda kuona jinsi ilivyo. Kwa hiyo hapo tayari tumeshaunganisha bomba kamba na waya kama unavyoona hapa na kibotaya. Kuna vitu fulani vinaitwa kibotaya kwa ajili ya kusaidia kuunganisha waya, bomba na kamba. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vitahitajika katika mfumo wako wa pampu ya kisimani ya sola. Kama unavyoona, tumeunganisha bomba hili. Kama bomba ni la mita mia, kamba inatakiwa mita mia, bomba mita mia, waya mita mia na zaidi kidogo kwa ajili ya kwenda kwenye control box. Kwa hiyo hivi ndo namna tunavyounganisha, kama unavyoona hapa, hivyo imeenda, imeenda, imeenda pale kwenye pump. Kwenye pump tumeshaunga hapa ile connector, tukaunga na bomba na kamba kwa ajili ya kusupport, na waya kama unavyoona. Unavyoona pump, mtu anavuliza pump ajue kwamba kuna vitu vingi vinavyohusika, sio pump peke yake pia kuna waya, kuna kamba, kuna bomba. Hivi vyote navyo ni muhimu, kujua kisima chako kina urefu wa mita ngapi, ili uweze kujua kwamba utahitaji waya mita ngapi, bomba mita ngapi, na kamba mita ngapi. Pia na umbali kutoka kwenye pale pale sola zinapokwenda kuwekwa mpaka kwenye kisima, lazima pia ujulikane. Mfano hapo kuna nyumba, kwa hiyo waya utakayohitajika hapo utakuwa ni mfupi tu, utaweka sola juu ya bati hapo, waya utakuwa ni mfupi tu, hautahitajika waya mrefu kama mita tano mpaka sawa na firi utakuwa unatosha. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vitaweza kubadilisha gharama ya mfumo wako kidogo, sio sana. Kwa hiyo sasa, tutakwenda kuteremsha pampu kisimani, kisha tutanganisha sola zetu hizo hapo kwa ajili ya kutusaidia kutoa maji ya kuleta umeme kwa ajili ya kutoa maji kisimani, okay. Kuingiza pampu kisimani Ok, kazi yetu ya kufunga pampu ya sola imekwisha kukamilika kama unavyoona leo, lakini imechukua kama siku nne hivi, lakini leo ni siku ambayo tumemaliza. Kuna mawingu makali kweli, kama unavyoona, kuna mawingu makali sana, lakini pampu inapandisha maji bado. Hapo tunakwenda kuhesabu inachukua muda gani kujaza ndoo ya lita kumi, japokuwa itakuwa ni chini ya kiwango kwa kuna mawingu, lakini tutapata majibu kidogo, kisha tutarudi tena muda wa jua

mwaga apo hapo hapo. Ya, ya, ya mwisho ya nini? Subiri. Una haraka nini? Ndio kazi yangu. Mwaga maji, yanakuwa namwajika hivi kila siku kila siku, iendapo kwa Mungu. Jua linapokuwa linawaka, wewe unapata maji mwagao Unaona sola ziko pale, na maji ndio haya. Pampu kwa tatu imefungwa, kisima cha mita sitini na tano. Pampu kwa tatu, kisima cha mita sitini na tano. Mwaga tena ya mwisho. kazi imekamilika tayari, kazi imekamilika kama unavyoona maji yanamwagika ya kutosha, japokuwa jua bado alijakubali, alija vizuri, naona kazi imeunganisha, kufunga funga. Eh. Sola ndio hizi hapa zimesha kuwekwa kwenye kichanja kile. Nikwambia tunakitereza kichanja kuweka sola kwa kuwa nyumba imekaa mwelekeo mbaya, kwa hiyo tumeamua kuzeka sola katika kichanja hichi hapa. Kazi imekamilika. Sola zimeshaungwa hapa. Okay, kama utakuwa unahitaji huduma hii tafute kwa namba inaonekana hapo chini 0620 35 45 79 0620 35 45 tafute ujipatie mfumo wa kisasa wa kuvuta maji kisimani.